Mchaichai una tabia fulani ya ku ni tonic, ina tabia fulani sijui nikuelezeje unielewe, lakini kwa sababu ya ile tabia yake ya kutuliza ubongo na kwamba ubongo ukiupatia mahitaji yake unafanya kazi yake vizuri kwa mpangilio, yaani hata kama ukipata vitu viwili vitatu vinavyokusonga kwenye ubongo wako havikusumbui, kila kimoja kinafata chaneli yake. Kwa hiyo utakuta unapotumia mchai chai unakutuliza, lakini nafikiri kuna namna nyingine ya kutumia mchai chai kwako ukakusaidia ni antifango, inamaana kwamba unapotumia mchaichai fungus zisimee. Watu wengi tunasumbuliwa na fungus ndani ya mwili, nje, lakini kwa sababu tu hatujaelewa kwamba tuko na kitu mchai chai, mchai chai ambao ungekusaidia kwamba fungus zisimee. Hii ni anti uh, antimicrobial, inamaana kwamba inakataa zile maorganism zile ma, zile, ma -parasites, zile madudu ndani ya mili yetu, ndani ya damu, ndani ya tishu zisimee, yaani property ya mchaichai ya kwa sababu hizo vitamini zake na madini yake na kazi zake za kusafisha mwili zinakataa hayo madudu ya skendani mwetu. Lakini mchaichai unasaidia sana liver ini na figo, yani ili fi, kwa sababu kazi yote ya kutoa sumu na mauchafu na makemikali inafanywa na kiwanda cha maini kile kiwanda kile. Ili ukiwezesha kifanye kazi yake vizuri, cha kwanza mchaichai amekwenda kupeleka vitamini na madini na zile enzymes zinazotakikana, lakini pia ameliwezesha lile kulikatia mafuta crude oil. Kuna mafati fulani hivi ambayo yanakuwa majeuri fulani hivi kutoka yale mafati sasa. Huyu ndo kazi yake huyu mchaichai, na sasa, kwa sababu huyu mchaichai ndo kazi yake, anamsaidia kweli maini. Watu wengi wana tatizo kweli maini, yanakuwa na mafuta. Ini linashindwa kusaga vizuri, ini linashindwa kutoa kemikali vizuri, ini linashindwa kutengeneza nyongo, bile nyongo, ambayo nyongo ndo inayohusika na mafuta ndani ya mwili hasa kwa sababu hii inamwezesha ini kujisafisha na kujitengenezea zile vitamini zake na zile kemikali za kuvunja vunja mauchafu, ukishampelekea hii kwa fomula zake. Lakini bado yaani, mtazamaji, sikiliza, sio wewe kwa kutengeneza chai vile ukasema kwamba mimi natengeneza chai na mchaichai, na mimi mbona bado niko na mafuta kwenye ini. Hiyo sio kwa mtindo huo, nimekwambia kisayansi. Yaani wewe utazingatia kwamba hapa tunakwenda kisayansi, hatuongei tukachuma mchaichai tukakuletea tukamwambia na kapike chai. No, utulie hapo ulipo maana tunakupeleka kisayansi. Hata tutakufundisha namna ya kunywa mchaichai kisayansi ili kusaidie kwa haya tunazungumza. Yaani sio kienyeji namna hiyo. Kama mchaichai unakusafisha mwili na kutoa mauzauza ndani, ina maana mchaichai unakusaidia kukukinga na saratani. Saratani, jamani, Tanzania limekuwa ni tatizo. Saratani si, tukikua tulikuwa tunasikia machache sana kuhusu saratani. Saratani linashika kokote, hakuna mahali kokote ambako hapatajwi kwamba panaweza pakashikwa na saratani: kwenye ubongo, kwenye macho, kwenye midomo, kwenye meno, kwenye pua, kwenye masikio, kwenye damu, kwenye maini, kwenye mapafu. Yaani lidude la ajabu, katili katili kweli yani. Lakini kumbe mchaichai unaweza kukusaidia kukukinga. Yani unajua ni vitu vitu virahisi virahisi virahisi ambavyo kila mtu anaweza kuvimudu kitu kidogo tu kama hiki. Ndio maana mi nikakwambia hivi ganda, kwenye television, ahirisha hizo appointment, kwa sababu mimi hicho nitakisema mwisho, namna ya kutumia mchaichai. Kwa sasa nakulisha tu, nakulisha tu, sikiliza. Kumbe unaweza ukajikinga na saratani hiyo, saratani shingo uzazi, saratani ya matiti, saratani ya kokote kule, kumbe kwa mchaichai peke yake yani. Mchaichai ingetakiwa kwamba kila soko, kila mtaa, kila kona. Wewe huwezi kulima, mwenzako anakuuzia. Yani liko tu, liko kama mboga vile, mafungu, yani liko linauzwa tu mchaichai. Leo niko kukwambia kwamba mchaichai usiuangalie kwa namna hiyo.